usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Spika kwenye hotuba yangu ya kufungua Bunge la 12, niliahidi kuifungua nchi kiuwekezaji ili kukuza uchumi kuzalisha ajira kuongeza mapato na kupunguza kiwango cha umaskini kitaifa na kwa mtu mmoja mmoja Tunaendelea kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, na katika utekelezaji huo tulipitia na kurekebisha sheria na kanuni sitini na sita pamoja na kufuta au kupunguza tozo, ada na faini mbali mbalimbali zipatazo 383 Kituo cha uwekezaji TIC kimeweza kusajili jumla ya miradi ya uwekezaji 2175 iliyopo kwenye sekta mbalimbali mbali za uzalishaji na huduma. Miradi hiyo ina jumla ya ta, uh, thamani ya dola za Kimarekani bilioni 25.53 na inatarajia kuzalisha jumla ya ajira laki sita hamsini mia sita na sabini nane za moja kwa moja na ajira nyinginezo. Mheshimiwa Spika, jitihada za kuhamasisha uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi ya yani SEZ pia zimevutia jumla ya miradi 45 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.17 iliyopatiwa leseni za EPZ na SEZ. Miradi <coughs> hiyo li, ilijikita katika sekta zinazozalisha bidhaa zitokanazo na kilimo, viwanda, mifugo, kemikali, madini na mazao ya misitu, imeongeza ajira uh, kufikia 20674 na kuongeza ukuaji wa mauzo ya nje kwa dola za Marekani milioni mia tatu tisini na saba point sita point nne. Katika kuchochea uwekezaji nchini tumetunga sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi, sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi ya mwaka 2025 ambayo pamoja na mambo mengine inaanzisha mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi, kwa pamoja tumechukua kituo cha uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi na kuyafanya pamoja na kutunga sheria moja. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.